Habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Cales TV kila siku. Chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida SIREFA, tupo katika maandalizi ya ligi ya vijana. Kama leo ulivyokuja, ndugu mwandishi, tulikuwa na kikao cha maandalizi, vilabu vimeitikia, tunaendelea vizuri. Ligi yetu tunatarajia kucheza, kuanza tarehe 13 mwezi huu wa 4 2025, na itafanyikia hapa hapa Singida mjini miaka miwili nyuma tulifanya Manyoni, tukua na kituo pale kwa ajili ya ligi ya vijana tulifanya katika ubora mkubwa kabisa. Nafikiri mwenyewe shahidi wa hilo. Huwa tuna ligi bora sana za vijana, kwa sababu tuna vijana wengi katika mkoa wetu ambao wanacheza mpira wa miguu. Kama ulivyouliza kuhusiana na wale vijana ambao walikuwa selected kwenye ligi ya vijana mwaka jana, lengo lilikuwa washiriki ligi ya vijana ya kitaifa ambao ilikuwa inatarajiwa kufanyika mkoani Mwanza lakini kulingana na kalenda kuwa na mwingiliano hayakuweza kufanyika. Kwao wale vijana wapo, tuna database ya mkoa kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo ikitokea kama itakuwepo mashindano tena ya vijana vijana wapo, hata ligi ya mwaka huu pia tutaendelea kuwa accommodate kwa ajili ya kuwaweka wanaendelea na mazoezi katika vilabu vyao, lakini pia kama mkoa ina taratibu za kuwafuatilia. Kwao wale vijana wapo, wengine wapo kwenye timu za vijana Singida Black Star wanaendelea lakini wengine wapo kwenye vilabu vyao wanaendelea na mpira wa miguu. Kwa majina, naitwa Abdul Mbotoni. Uh, ni kocha kutoka kituo cha Singida Warriors Sports Center. Uh, sisi kama Singida Water Sports Center, si mara ya kwanza tumekuwa tukishiriki mara kadhaa katika mashindano haya ya vijana uh, chini ya umri wa miaka 17, na kwa mwaka huu pia tumesha thibitisha na tutashiriki mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Kwa namna moja au nyingine tunashukuru Mungu kwa sababu wazazi wanaoleta watoto wao pia wanakuwa ni namba moja katika kuwasapoti wale watoto, lakini ukiangalia kwa kusema uangalie sapoti ya nje kidogo bado imekuwa nzito kwa namna ya mkoa wetu jinsi ulivyo. na fikiri ni kwa sababu ya pia kumekuwa na ma, ma, e, mambo mengi kwenye mpira wa miguu. Kwa mfano ukiangalia juzi, kuna timu yetu ya, ya mkoa imetoka kushiriki mashindano ya mabingwa wa mikoa. Kwa hiyo pia na wadau pia tunao wachache, kwa hiyo namna ya kujigawa kuweza kusapoti e, kategori zote hizi pia nayo inakuwa ngumu, lakini asante. Kwa majina naitwa Samson Jacob Mkoba ni kocha wa Sabasaba Football Club ambayo inapatikana maeneo ya Sabasaba hapo hapohapo kama inavyojiita. Katika msimu huu ambao ni msimu wangu wa kwanza, kwanza kilichonivutia kushiriki ni kwamba sasa hivi pale nimepata yani kikundi au nimepata wazamini ambao wanaweza wakaiwezesha timu yangu kufanya vizuri, kwamba wamerekebisha uwanja. Sasa hivi vijana wanapata sehemu ya kucheza ko kwa, nikaona kwanini wacheze tu hapahapa na wenyewe nao ni wapeleke wakaonekane katika ligi hizo zinazoendelea. So kif, kilichonivutia zaidi ni kwa kuwapa fursa vijana wa Sabasaba waje nao wacheze katika, katika ligi hivyo. Basi katika kuwapa fursa sijaja tu kuwapa fursa tu ili kupoteza ninakuja kuwapa fursa ili kuongeza ushindani katika ligi kwa sababu. Kwa majina anaitwa Abdalla Ramadhani man manager wa timu ya Magic Pressure. sisi kama timu ya Magic tumeamua kushiriki mashindano ya mkoa under 17, kwa sababu tumeona wachezaji wengi wanakosa nafasi kwenye timu ya Magic. So wale walio chini ya miaka hiyo tumeamua tushiriki mwaka huu. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi usikose kutizama CALES TV kila siku.